Ilikuwa ni rahisi kiasi gani kuweza kumpiga mpinzani wako? Imekuwa rahisi kwangu, kuendelea kuweka discipline katika mazoezi na kuheshimu kariera yangu, ndio inanifanya kila siku bora wangu sishuke. Haijalishi nitakuwa sipigani ndani ya miaka mitatu mitano, lakini sijawahi kuacha mazoezi, kwa sababu ndio kitu pekee ambacho naamini kinaweza kuoneka hai kwenye, kwenye kariera yangu. Nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, nitumie nafasi hii kuwashukuru washabiki zangu wote. Leo nimeona sura mpya nyingi sana kwenye boxing hii na maana kubwa. Nimshukuru sana Meja Shemunyu na nitumie nafasi hii pia kuomba serikali pamoja na Azam TV wafanye uwekezaji mkubwa kwenye boxing. Nimewadhulumu sana mashabiki zangu leo, wengi wamekuwa nje kwa sababu ya udogo wa eneo, na tamani pambano lalofuata alifanyike walau uwanja wa taifa pale au tuwe na arena maalumu kwa ajili ya boxing ili iweze kukusanya watu wengi yeah. Licha ya kwamba umeshinda katika pambano hili, kwangu mimi, niliyesimama karibu yako hapa, naona ni kama unatetemeka au una hofu fulani. Ni kwa ajili ya kile kilichotokea au kwa nini hali iko hivyo? Mara zote kwenye maisha yangu sijawahi kushangilia ushindi wa pambano langu lolote, kwa sababu unapokuwa unashangilia ni kama umefanya kitu ambacho haujakitarajia. Kwa hiyo na uhakika na matokeo, kwa sababu nafanya mazoezi sana, ndio sababu pekee. Sishangilii si, si, si, si, lakini nilitamani pambano lifike walau raundi saba kwa sababu nilikuwa na vitu vingi vya kuonyesha watu kwenye boxing, lakini sasa haraka yake ndio imefanya mtoto ameongozwa na chai. Katika mahojiano ambayo ulifanya juzi kuelekea katika pambano hili, ulisema kama upo uwezekano wa kupata bondia ambayo unaweza kumpiga lakini ukapata hela, unaweza pia kufanya hivyo. Tuishi katika kauli hile, hata ile pambano sijapewa dua, ni hela ndio zimenifanya niingie kempu. Kwa mashabiki wako, una lipi la kuweza kueleza kwa kila ambacho umekipata uwanjani hii leo? Nashukuru sana nashukuru sana Watanzania wengi sana sehemu nyingi tofauti, pamoja na ndugu zangu wamesafiri, wametoka Tanga, wamekuja hapa. Mimi nimeshinda leo, ni maana kubwa kwa Wanamugadishu wote, lakini sijafurahia kucheza raundi chache, yaani nilitamani nifike walau raundi saba kwa sababu nimekuwa na vitu vingi. So kwa namna hiyo, babu Haji yuko wapi? Ndugu yangu mmoja, Haji kutoka Rock City, tuna mpango tufanye jambo, walau nikate kiu nilokuwa nao. Nimefanya mazoezi alafu sija, sija kupata kile ambacho nilikuwa nakitarajia nikipata. Natamani siku moja na mimi nimalize pambano na tukadamu kwenye pua shida watoto sio wavumilivu. Kwa kuhitimisha kabisa matangazo haya ya live uh, e, tutegemee kipi kinachopata kutoka kwa Hassan Mwakinyo. Ni mikazo tu, ni mikazo tu. Mtu akija atapinduka tu. Yaani hicho ndo nachoweza kusema. Haijaishi ni leo, kesho, kesho kutwa. By the way, nishukuru sana familia yangu wamekuwa karibu sana na mimi wakati wote. Wanangu wengi sana, nimeona sura zao hapa zimenipa nguvu, ikiwemo mheshimiwa mbunge wa Weso. Ni kwa maana kubwa sana kwenye karia yangu, kwa heshima kubwa sana kuwepo Tanga, kutoka Tanga kuwepo hapa. Lakini pia nilitamani ushindi wangu eh, ukaguse sehemu za maisha ya watu wengi ambao wamekata tamaa kwenye maisha yao, zikaguse familia za watu wengi ambao wamepoteza vipenzi vyao ni ushindi wa boxing hauna maana, lakini iwe japo uongo sehemu ya faraja, yani waheshimu jitihada ya kile nilichokifanya kwenye maisha yangu kwa ajili yao. Kwa kifupi sana, imezoeleka kwamba Hassan Mwakinyo ni bondia mjivuni. Wapo wanaosema kwamba aina yako ya kuingia leo ulikera mpaka ukakera tena. Kuna kuna mwanasheria mmoja anaitwa Fayaz Bojan, ni Muhindi lakini ana asili ya Tanga. Ukienda ofisini kwake ukitaka kumwona tu, kabla haja kusikiliza kuhusiana na kesi unaotaka kuipeleka kwake, inabidi umpe milioni tano. Lakini hii ni kwa sababu ya utofauti wa elimu yake. Sasa kwa kiwango changu cha boxing, sina haja ya kuwachangisha watu hela, lakini inabidi wanivumilie tu katika mwendo wangu.